Ymsoda ngeni asalamu as aleikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi wa kripu zangu, asante sana, nawapenda sana. Uh, baada ya salamu eh, nawaombea wale mliokuwa wagonjwa, mwenyezi Mungu awaafu awaondoshee maradhi hayo, na wale mliokuwa mmefungika eh, riski, mwenyezi Mungu awafungulie na wale wenye kuwa na maradhi ya kukata tamaa, basi Mwenyezi Mungu awaondoshe maradhi hayo na awape eh, afya eh, awatibu kama alivyomtibu Nabii Ayubu katika ugonjwa mbaya kabisa ambao ukiupata wewe au mimi, basi unaweza ukaomba kwa Allah Subhanahu wataala akuondoshe duniani, lakini eh, tunamwomb Mwenyezi Mungu atuepushe na mabala hayo na atupe afya njema. Na Mwenyezi Mungu atupe mwisho mzuri uh, ambao utatufanya sisi uh, tuweze kufanya ibada ya Mwenyezi uh, Mungu Subhanahu wa Taala. Maana ukiwa na maradhi utamtaja Mwenyezi Mungu, lakini kuna baadhi ya ibada huwezi uh, kuzifanya. Asante sana. Leo niko na e, maajabu ya Barahatii katika kufukuza jini katika mji. Maajabu ya Barahatii katika kufukuza e, majini katika mji. Asante sana. Kwanza kabisa, andika jina la saba katika karatasi nyekundu. Andika jina la saba katika karatasi nyekundu, kisha karatasi hiyo Uh, utaisomea uh, barahatii yote mara kumi na moja. Ina maana jina la saba uliandike bara saba katika karatasi nyekundu nyekundu, karatasi kienda stetionari, karatasi nyekundu zipo. Basi na kuandika, tumia uh, wino mweusi, andika uh, uh, jina hilo la saba katika karatasi E, mala e, kumi na moja. Ukishamaliza e, kusoma e, kuandika majina hayo e, jina hilo la saba, kisha lisome jina hilo mara saba, harafu anza moja kusoma yale majina yote. Berahati, berahati, karirin, karirin, tatiri, tatiri, taurani, taurani, masjar, masjar, masjar, masjar, tarqab, tarqab, barhash, barhash, almash, almash, hudir, hudir, karna, hudir, karna, hudir, berjahar, berjahar, kadhir, kadhir, namu sharah, namu sharah, berahyur, berahyur, berskaira. Unakwenda mpaka utakapokuwa umefika mwisho kabisa. Utakapofika mwisho hiyo ni moja. Unarudia e, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara kumi na moja, huku unaifusha ubani maka karatasi hiyo unayoisomea. Kisha karatasi hiyo itundike katikati ya nyumba ambayo unahisi ina mashetani au majini, watakimbia kabisa. Hii ni dawa mujarabu kabisa, na haya majina ni mujarabu kabisa katika eh, kuondosha au kufukuza jini katika eh, mji. Pia hata wewe kama ni mtaalamu basi, unaweza ukaandika majina haya kwa njia ile ile katika kara, karata, karatasi nyekundu, alafu kisha ukawa unaitumia Kuvaa kama azma huwa inaleta kubri au nguvu. Utakapomshika mkadirija hivi mgonjwa mkono, basi mashetani wanakimbia, unakuwa na pawa ya kuweza kuwachoma moto wale mashetani na wakaondoka kwa haraka kabisa. Pia majina jina hilo hilo unaweza ukamfungia mtu ambaye ana mashetani na mashetani hao wakanyamburuka kabisa, inshallah fi idhinillah. Asante sana kwa kunisikiliza. Tunaendelea uh, na Barahati, maajabu ya Barahati hii ilikuwa uh, ni iwe maajabu ya Barahati katika kufukuza jini katika mji. Maajabu ya Barahati kufukuza jini katika mji. Asante uh, sana kwa kumsikiliza soda yangeni. Thank you very much. Goodbye.